Hayo yote ni katika solution sukari na shubiri. Jina langu ni Philip Mwihava. Tafiti mbalimbali hapa mbali nchini zimebaini kuwa zaidi ya asilimia 87 ya shubiri ya mmomonyoko wa maadili unayosababishwa na matumizi makubwa ya teknolojia, ambapo serikali kupitia taasisi na mashirika mbalimbali ikiwemo mbali Plan International Tanzania yanaendelea kupambana kwenye utoaji elimu wa usalama wa mtoto mtandaoni kama solution ya kuendelea kulinda maadili kwa watoto. Kaimu katibu tawala mkoa wa Katavi Florence Crescent amesisitiza wadau wote ikiwemo jamii kuhakikisha watoto wanaepukana na shubiri hiyo ya suala la matumizi mabaya ya mitandao. hiki kizazi hiki tunachokwenda nacho cha leo hiki, tusipokilinda vizuri, manake huko miaka tunaokwenda huko, kuna hatari tutakosa viongozi bora, tutakosa baba bora, tutakosa mama bora, tutakosa jamii ambayo iko iko na ustaarabu ule ambao tuliachiwa na viongozi wetu, wazazi wetu, walezi wetu, nani yetu ya asili tutaikosa kabisa. Manake kwamba baada ya mafunzo haya, tukirudi huko ni kutengeneza mpango mkakati, mpango kazi kwa ajili ya kuingia kuielimisha jamii, tuibadilishe jamii, turudi miaka ile na maadili ya miaka yetu waliotuachia wazee wetu. Katika mafunzo hayo wataalamu wa masuala ya mtandao akiwemo swahiba Yusuph Kileo na Anaishei Molel kutoka Plan International Tanzania pamoja na Zainabu Singa kutoka Tabora wamesema lengo la mafunzo ni kuhakikisha usalama wa mtoto mtandaoni unazingatia sukari ya maadili, huku akisisitiza wazazi na walezi kukaa karibu na watoto. Sisi tunachokitegemea zaidi ni kwamba hawa wataalamu wetu ambao watakuwa wamepata mafunzo haya waende sasa, wakashushe elimu hii katika ngazi za halmashauri, wakashushe elimu hii katika ngazi za kata, vijiji na iweze kuwafikia wananchi wengi kwa ujumla. Zaidi ya asilimia themanini na saba inayochangia mmonyoko wa maadili inasababishwa na matumizi makubwa ya teknolojia. Sisi kama wadau tunashirikiana na serikali kuhakikisha kwamba mafunzo haya yanafika mpaka kwenye ngazi zote za mkoa kwa wadau wote na wataalamu wote wa ustawi wa jamii, ustawi wa uh, maendeleo ya jamii na pia kwa dawati la jinsia.